Komala, batena, kwa mara nyingine tena mtu kwao channel yetu hiyo ya yeah, mtu kwao sawa. Sasa sikia wanangu. Leo nataka nizungumze na mm -hmm. Maisha hayamnyooshi mtu kwa kumchekea bali kwa kumbadilisha, yeah. Maisha awezi kunyoosha wewe kwa kukuchekea bali kwa kukubadilisha. Usijie sifa mwanangu watakusia watu kadhaa na kadhaa, ya mtacheka, mna furahi, lakini changamoto zinapokuta, ndo utajua maisha. Yeah, maisha ya sasa, maisha yananinyosha. Changamoto za maisha ni kama mazoezi ya akili <coughs> na moyo, changamoto za maisha ni kama mazoezi ya akili na moyo, hazijawekwa kwa kututesa bali kutujenga, mwanangu, hazijawekwa kwa kututesa bali kutujenga <coughs> Kuna wakati unajitahidi kwa juhudi zote, lakini bado mambo hayaendi. Wakati mwingine unatoa zaidi unavyopokea, unajali zaidi na watu, lakini tamamu ya unavyojaliwa, na unapigania watu wasiokujali. Lakini usikate tamaa mwanangu, ya usikate tamaa, usiogope kuanguka, maana kuogopa kukataa kuinuka kuanguka usiogope, ogopa kukataa kuinuka. Ya, kumbuka kila jaribu ni somo. mm -hmm. Kila jaribu nalokukuta na wewe ni somo kwako, na unapata kujifunza kupitia jaribu lako ulilolipata, na kila maumivu ni maandalizi ya hatua kubwa zaidi. Kila maumivu unayopitia wewe ni maandalizi ya hatua kubwa zaidi. Endelea kutembea hata kama njia ina miba maana mwisho wake huenda kukawa ni bustani ya mafanikio yako. Nadhani mmenielewa hapo. Simama imara, maisha hayakubembelezi, maisha hayakubembelezi kabisa, bali yanakupima wewe. Ukoje? una uvumilivu gani wewe? Sawa mwanangu, leo ni hilo tu, subscribe hapo mtu kwa kwa mara nyingine, amepate sapoti komenti, sawa, komenti kulaiki, kwa heshima, kwa heshima mara nyingine tena mtarudi ya yeah.